Young Africans kwa hali ya juu sana. Ndakwambia nafasi, ndakwambia kwa nini leo hii kama Young Africans wangefunga Mamelodi Sundowns, waweze kushinda ile kikombe leo wangekuwa katika World Club Championship. Usisahau haya. Kwa hivyo sisi tuna face Young Africans ambao wako na strong experience katika kutoa mataji mengi zaidi. Namba 2 mimi na watazama sasa hivi nitakuwa na face ni kama team kama yenye iko kwa World, World Club Championship, kwa sababu ilikuwa tu ni uh, by, by, walikosa kutoa Mamelodi, kwa sababu of course ilikuwa ni Temelak was not on their side, lakini wali dominate ile mechi. Kwa hivyo unajua timu ambayo na face kama coach, sisi kama timu tunajua timu ambayo tuna face, na siri yetu msimu imekuwa tumeheshimu kila timu ambayo tumeface, ndio kwa maana tukapata matokeo ambayo tumekuwa nao uh, katika second leg. Wakati huohuo huo, kocha David Ouma amekiri kuwa eh, timu ya Yanga ni hatari zaidi inapocheza bila mpira uwanjani, kwa sababu wanakupora eh, mpira na wanafanya mashambulizi ya kujibu. Any big team katika transition lazima uwe stronga. hiyo ni reality. usipokuwa stronga katika transition bado inamaanisha unajaribu una kujitahidi katika upinzani Of course, quality ambayo wako nayo ndio kwa maana katika zile transition uh, wataweza kuadhibu kwa njia yote ile. Of course, pia mimi sisi kama Singida Black Stars hatuwezi look down on us. Yaani, kwa sababu pia sisi nafikiria kuna wachezaji bora. Kwa hivyo, kitu muhimu sana katika hii mechi ambayo tunataka kucheza ni equal measures. So kwa zile transitions za mechi ambayo tutakuwa nayo Jumapili tukifanya vizuri sana, tujie katika nafasi bora zaidi. Then tutakuwa na chance katika mechi hiyo. Na hiyo ndio kitu ambalo nataka kuguide zaidi. Na ukweli ni quality uh, itakuwa sawa. The reality ni concept ambayo tunaleta katika mechi, lazima ituweke katika nafasi bora ya kuweza kushindana katika mechi hili naitupe nafasi bora kuweza kubuka washindi. Kumbuka hilo kwa sababu sisi tunapata na, na timu ambayo wamezoea kutoa mataji na sasa hivi pia sisi kama Singida Black Stars atuangalie malengo ambayo tumeweka, tunasema hivi tunataka kutoa ubingwa ama mataji ambayo yako mbele yetu. Hii ndio mentality ambayo itakuwa katika mechi hili. Na ukiangalia tunapata na tayari mwenye ashajua kupata mataji, na sisi katika hali bora sasa hivi kuweza kutoa mataji so, hii Hizi mbinu mbili ndio zitakuwa katika excitement ya mechi ya Jumapili.